lakini ndugu zangu, tunaendelea pia na kupambana na Panya Road. Panya Road hili niliseme tu, ni wahalifu, vijana wadogo wadogo wanaji, wanajiunga pamoja, wanakuwa wapatao 20, usiku wanashambulia kwenye nyumba za watu wanaiba. E, sasa wa vijana kama nilivyosema siku za awali, wazazi wanawajibika kabisa kabisa kuwakataza watoto wao wa, ule umri ni umri mdogo, mtoto ana miaka kumi mpaka kumi na tano kumi na sita, unategemea nini? Wazazi mtusaidie sana hili maana yake kumekuwa na huu sasa, kumekuwa na aina hii ya, ya uhalifu watoto wadogo wanajikusanya baadaye wana, wanaingia mitaani. Kwa tarehe 25 mwezi wa 5 2016 majira ya saa 5 na robo asubuhi, huko maeneo ya Vingunguti, mtakuja tulifanikiwa kukamata watu wanne maarufu panyarodi, ambao wa kwanza ni Steven Anton eh, mwenye miaka 18, wa pili Selemani Abdara na mwitatu na Soro wa annual, na wa nne Yusuf Abakali wote wakazi wa Unguti, wakiwa na mapanga na marungu. Baadaye nita nitaonyesha mapanga na marungu wanayokuwa nayo wanayotumia usiku, wanatembea nayo kwa ajili ya wakiingia kwenye nyumba na mapanga yao, wanatisha wana wa, kwa, wananchi wanatisha wenye nyumba na kuweza kuwaibia kwa, kwa, mali zao. Aidha watumia hao baada ya kufanya tukio, watumia walikamatwa baada ya kuvamia nyumba ya kwa Thomas John mfanyabiashara huko Vingunguti mtakuja, wakimtaka awape pesa na hatimaye walimshambulia sehemu mbalimbali za mwili wake ambapo alipata majeraha kichwani na mikononi. Aidha watumwa hao baada ya kufanya tukio hilo walitoka kwenda katika nyumba ya Ashura Mohamed, miaka arobaini na tano, huyu muuza maji kwenye kisima cha jumuiya maeneo hayo wakidai wape fedha za mauzo. Askari walipata taarifa, kwa hiyo kwa kushirikiana na wananchi wakaweza kuwakamata hao watu 15 pamoja na haya mapanga na hizo silaha zao ambazo zitaonyesha zitaone hapo baadaye. Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam kupitia kikosi cha usalama barabarani na vikosi vingine e, kwa kipindi cha kuanzia tarehe 20 mwezi wa 5 2016 mpaka tarehe 29 mwezi wa 5 2016 tumeweza kutoa tozo kama ifuatavyo. Idadi ya magari yaliyokamatwa ni 14788. Idadi ya pikipiki ziokamatwa ni 3484 dadaa zilizokamatwa ni 3520, magari mengine 11262. Jumla makosa yaliokamatwa ni 18272. Kwa hiyo kwa kipindi cha hizo siku takriban nane, tumeweza kupata tozo ya shilingi milioni 548, laki moja na sitini elfu, 548, laki moja na sitini elfu. Kwa ndugu zangu, unaweza mkaona jinsi gani jeshi la polisi kanda maalum limepambana na uhalifu na wahalifu, lakini kwa kushirikiana na na, na, na, na ndugu zetu raia wema. Wale ambao sio raia wema hawezi wakatoa msaada wote kwa jeshi.